Wanasayansi hao wanafanya mambo yao. As you see here, this is experiment which is known as a genie in a bottle. So let me welcome Irene Kaman to explain this experiment. You are welcome. I mean, mm-hmm. to explain about, uh, genie in a bottle. to experiment This it is is not a genie, but it, it is, uh,

First of all, we we have some chemicals which are hydrogen peroxide and and manganese 4 oxide. When these two chemicals are left together, they have to form water and oxygen oxygen gas. The oxygen gas The produced it is not poisonous, poisonous. We use yeah. it in our daily life. <laughs> uh, kuna matumizi mbalimbali ya oxygen gas kwa mpana. Yanatumika katika upumuaji. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi wa kemia tumeamua kuja na hili jaribio la sayansi kutengeneza oxygen gas ambayo tutumia katika watu wenye shida mbalimbali mbali. Kwa mfano watoto njiti huko hospitalini wanahangaika. Kwa hiyo tunaweza kutumia hiyo oksijeni ambayo tumetengeneza kuja kuwasaidia watu. Thank you. Wow, wow, wow. Makofi jamaa ni makofi makofi ma

So if there is a parent having their actors you may direct those actors in our laboratory school so as they may get that blood in their film thank you for listening to me wow wow, wow w wow. Makofi mengi makofi oyo oh, Safi, yeah. Kabisa. very nice

Vijana wetu wanatengeneza sabuni kwenye maabara. Jamani, huu ni utengenezaji, ni utengenezaji wa sabuni uh, kama unavyoona hapa hii sabuni tumeshaitengeneza lakini, kuna vitu baadhi hatujamalizia, kwao anaenda kumalizia utengenezaji wa sabuni Boja. hii iliyopo mbele yenu hapa ni sabuni sabuni hii imetengenezwa kwa some ingredients ambazo nitazitaja kwa Kiingereza.

Tunachoanzia hapa hivi tunaanza kuweka price selling kwenye hii sabuni yetu kwa ajili ya kukata makali ya salfoni kasi, ambayo tunajua kwamba hizo ni sabuni zilizotengenezwa kwenye maabara ya Angelina Mabula. Ndugu mgeni rasmi, hizo ni sabuni zetu zimetengenezwa hapa hapa na wanafunzi wetu. Nasema kwamba hii glycerin iliyowekwa inasaidia kukata makali ya sulfonic acid ambayo inaweza ikasababisha michubuko, kuungua. Kwa hiyo hii glycerin ndiyo kazi yake katika hii sabuni. Kinachofuatia baada ya hapo ni ku dissolve ili iweze kumeka mixture, then tunapata na kala maanake rangi. Wazazi, tunaweka rangi katika sabuni yetu ili iweze kuleta mvuto Baada ya hapo, hii ni sabuni iliyokamilika. Tumeweka rangi rangi yetu ni ya bluu. Ila kwa utengenezaji wako unaweza ukaweka rangi yoyote, kijani, njano, nyekundu au hata kama walivyozivaa dada zetu, ambao unaweza kaweka rangi hiyo. Baada ya hapo, nitamalizia kwa kuweka perfume, manake spray ambayo inaweza ikasaidia kuleta harufu katika sabuni yetu. Sabuni hii baada ya kutengenezwa hivi hapa, inakuwa imekamilika. Sabuni inakuwa ni nzuri zaidi. Sabuni yetu iliyotengenezwa katika maabara katika maabara ya Angelina Mabula ya sekondari ni nzuri, ni OG Nita... sabuni hii, kwa nini ninasema ni nzuri? Nitawaonyesha namna ya kutambua sabuni nzuri na sabuni nasema ile feki ambayo imechakachuliwa. Sasa nitaweka sabuni hii kwenye bika mbili, ambayo bika moja nitaweka sabuni kwa mtu anayetengeneza sabuni nzuri. Pika nyingine nitaweka sabuni iliyochanganywa na maji. Kwa nini nasema inachanganywa na maji? Sabuni iliyochanganywa na maji inatengeneza povu jingi, ili kwa yule muuzaji aweze kupata faida. Maana yake akiweka maji itatengeneza povu jingi na kuzidi kuzalisha sabuni nyingi, na ndiyo maana hata unakuta kwenye sabuni za mitaani unakuta sabuni yake yani inatengeneza povu nyingi sana, hata ukuitingisa natengeneza pop. Sasa naomba tuangalie kama ifuatavyo. Sasa, hii nina sabuni ambayo haijachakachuliwa, hii ni sabuni uji oneshwa hapo kwamba hii ni ya kuchakachua sio ya kuchakachua. Haya. Tuna sabuni za hapa mbili, kuna sabuni ambayo haijachakachuliwa. Haijachakachuliwa na iliyochakachuliwa. Unafundishwa sasa namna ya kujua iliyochakachuliwa na ambayo haijachakachuliwa Samani. Nikiti. Naomba ugeuke huku wazazi waone, wengine wageni rasmi, tunaweza tukaonesha kwa muda mwingine Rudi nyuma kidogo, rudi nyuma kidogo, wote tuone. Kuna sabuni unakuta imechakachuliwa, nyingine unakuta ni OG. Tutengeneza povu jingi kama nitakavyotikisa hii sabuni. Hii ni OG kwa sababu haina povu jingi, ambayo itaifanya hii, ambayo inaweza kukus, inaweza kukusababishia kwamba isitoe uchafu katika nguo unazotumia au katika kazi nyingine yoyote ya usafi. Kwa sababu gani? Sabuni tunayotengeneza hapa ni multi purpose soap. Multi purpose soap inafanya kazi zote. Kuna sabuni zinazotengenezwa kwa ajili ya kusafisha vyoo tu, lakini sabuni yetu hii inafanya kazi zote, kunafulia, unasugulia vyoo, unasugulia amini, kila kitu chochote unachotaka kufanya usafi. Asanteni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna sabuni zimetengenezwa kwenye maabara yetu na tunaziuza hapa. Tuwasapoti vijana waliofanya hiyo kazi. Kwa hiyo mgeni rasmi, kwanza tunampa sabuni moja ya lita tano. Naomba apewe makofi jamani, makofi makofi. Alafu tunampa sabuni nyingine ya pili, atatuambia kwamba anatusapoti kwa shilingi ngapi kwa sabuni ya pili. Dogo, peleka mic hapo, chapu kidogo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kwanza nisipoteze muda, naomba kwanza niwapongeze vijana, kazi yenu ni nzuri na imenibariki sana. Amina, wakofi jamani. Wakati, wakati mnaweka hapa, tulikuwa nauliza kwa haraka haraka, mbona wanatuchelewesha kusapoti kazi? Sasa mimi sabuni hii naomba niwape laki moja

Makofi kwa madam, makofi mengi kwa madam. DJ Kamata, jirani yake, ukikaa karibu na uwaridi ndio la lazima unukie. tunasema hivi, kukaa high table ni gharama vibaya mno, ukikaa chooni uishi kutema mate <laughs> Sasa eh, aliyoko pembeni ni mtu muhimu sana. <laughs> Yaani, hata ukisikia kwamba bweni limewaka moto, wa kwanza kufika ni yeye, yeye makofi mengi kwa Kamani, naomba atuambie kwamba sabuni yetu atatusapoti kwa shilingi ngapi? Afu MC, simamia nasimamia hii show, tunachukua kesho